Baba Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kutubariki katika siku ya Alamisi ya kutawaza miguu wa neema yako unene pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Ukei kini aa wakristo wote

takatifu je, hey, mtumishi aliye bora ni nani? Somo ambayo tumesomewa inatoka katika kitabu cha Yohana kumi na tatu mstari wa kwanza mpaka kumi na tano. Maandiko haya yanatuonyesha ni nani aliye mtumishi bora, na inakufunza wewe ni vyema uwe mtumishi bora. Kulikuwa na mama mmoja, alikuwa Mkristo. Yeye hakuwa kiongozi wa kanisa hakuwa na cheo yote kwa kanisa kule Rwanda, lakini alikuwa mtumishi bora. Wakati wa clashes ya 1994 inaitwa the genocide. Mumeo akauawa na watoto watano Akasema, mimi nilifanya maneno ambayo sikujua. Ukabila ulikuwa umeenea kati ya wahutu na watusi. Hiyo mama alikuwa mtusi. Akasema, mimi niliua watoto watano na bwana ya mama moja, lakini mimi ninaomba, kama yeye ni mtu wa kanisa, kama angekubali anisamee, niachiliwe, nirudi nyumbani, niendelee na maisha. Huyo mama akasikia witu, ingawa alikuwa na uchungu, na hata saa zingine watu wa jamii wangemwambia huyo mama usisame, lakini yeye atakumbuka, mtumishi bora ni yule ambaye anapenda hata watu wenye hawapendeki, na ni yule ambaye anasamea. Na yeye akamsamia, na kweli akaachiliwa. Ikuajiliwa akarudi nyumbani na kule jela alikuwa amefunzwa kushona mikeka, kushona vitambaa na yeye akafunza huyo mama kushona. Siku moja yule mwenye alikuwa anaoji watu kwa BBC alipokuja kuhoji huyo mama kuhusu nini anapate, anapata akisamehe mtu, huyo akasema hata yule mwenye aliua

tie kazi <laughs> ukiosha miguu ya watu sio kazi ambayo mtu wa kawaida alikuwa akifanya, ni mtumwa mbakasi, kwa sababu luokuwa naitwa maguoringe, mtu ambaye alikuwa anafanya kazi yeye, ndio kazi yake ingekuwa kuosha watu miguu. Yesu, ingawa aliumba mbingu na nchi na lakini yeye kitu cha ja kwanza, akasimama. Baada ya kusimama, akatoa mavazi yake. Baada ya kutoa mavazi yake, akajifunga kiu na akaanza kuosha wanafunzi. Alipofika kwa Petro, Petro akasema mimi usinioshe kwanza, kwa napo alitarajia mtu mkubwa angetumikiwa, lakini yeye usipokubali ni kuosha wewe, hauna nafasi katika ufalme wangu. Petro akasema mimi nakubali, hata nioshe mioshe miguu na, na kichwa pia. Akasema kama umeoshwa mguu haustahili kuoshwa pia kichwa. Yesu akawambia ninyi mnaniita Bwana, mnaniita kiongozi, lakini nimeosha nini mguu leo lakini tunajifunza nini kwa sababu ya kuosha watu iuu, mm jambo -hmm la kwanza tunajifunza kutoka kwa mawazo ya Kristo, licha ya mambo ambayo unapitia haikuzuii kuhudumia watu iie. Nataka nikwambia ukiwa mtumishi bora, hali yako haistahili kukuzuia kutumikia watu. Usiseme ya kwamba mimi sina chochote kwa ko, useme ya kwamba masomo yangu ni chini. usiseme ya kwamba mimi nadharauliwa kwa jamii. Yesu ingawa ilikuwa saa yake ya kuondoka ilikuwa imefika, lakini alihudumia watu h hey, ezitumikia hata mnioni tu hata mnioni vile. Ni mtumishi aliyo bora, ajiangalii mwenyewe licha ya mambo ambaye anapitia, anatumikia watu. Niwaambia juzi ya kwamba <laughs> nilipokuwa <laughs> Kericho siku moja Hmm. Nimejaribu kutafuta mtu wa kunipelekea choo nimeshindwa. Nilipokuona umevaa suti na bibilia, nikasema lazima utanipelekea, utanipelekea wapenwaekua kazi. Lakini nikajifunza ya kwamba mtumishi wa Mungu licha ya ingawa, nilikuwa na suti, ningemwambia niko na suti, ningemwambia niko

Je, unajua Judas Iscariot ndio alikuwa kwanza kuoshwa miguu? Mtumishi aliye bora anatumikia watu wote, haijalishi chenye watakutembea. Hudumia wote katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa unaenda Pastor Kanyaga, nyumba sote. Yes. Hivyo unaomba ombea watu wote hata leo tukiwa tutaosha miguu, tutaosha watu wote, kwa sababu mtumishi aliye bora anahudumia watu wote, hata chuki upaya, ufane, upose, kulugola, mama, baba, na ubaya isikufanye ukose uhudumia yeyote. Wanasema kulikuwa na mama ambaye alikuwa akiishi na mwingine, jirani yake alichukia huyo mweusi, yaani huyo mama alipo hapo ilikuwa jamii ya wazungu akaangalia huyo mama mweusi akatukie kabisa. mm -hmm. Wewe yeye alikuwa anachukua choo yake na anatupa kwakoga. Ohuyo mama akitaka huyo mama afanye nini? We mama akashangaa siku ya kwanza, lakini anasema, mimi Mkristo nimeitwa huko mtumishi. Akaamua kuzipanga hizo vitu kwa kona fulani ya kwake na baadaye akaenda akanunua rose flower akapanda. Kila wakati anapotupa yeye anaweka hapo rose flower ikamlea. Na huyu mama ambaye alimtukia akashikwa na kansa, alikwenda hospitali. Huyu mama ambaye alimchukia akaguswa na akasema aende amuone, hata hakujua nani alikuwa kitu

Nilikuwa nahudumia parokia moja inaitwa Kusiku, sadake elu kwa mwezi ilikuwa shilingi mia tatu na kumi akana vil endelea kwa kuhudumia hene, ilikuwa kanisa moja. Nilienda siku moja nikafikiri waku sawa. niliona kila mtu kwa hiyo kanisa anakula kwa hoteli, nashangaa hii lakini hee kuiganisha, nikaendelea kuhubiri hata nikakula kwa hoteli, lakini tulipokuwa tukitoka kwa kanisa kasikia wakiongea na mmoja akasema, yule kiongozi wao akasema leo haijasaa vizuri, waca sadaka ya yawekikete kutalipa ak hiyo iyoa kaa nimeitwa ku ei, next time waliponipeleka kwa hoteli nikakataa na hiyo kanisa. Kristo aliyofanya kuwa na matumaini. Ukihudumia watu saa zingine hawataona, lakini kuwa na matumaini, Mungu anaona. Kitu cha pili, hudumia watu kwa upendo na penda wote, okay. Kati ya wale watu ambaye Yesu aliwaosha miguu nambawani, kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Simoni ukakua na Yudas Iskarioti aliyehuuza na vipande salasini vya mm fedha -hmm. lakini aikumzuia udumia watu. Nataka kusema mtumishi aliye bora haangalii watu watafanya ana ayahuduma na anaendelea kuhudumu na anatenda sehemu yake anaachia munu Mungu atusaidie tuhudumie watu wote. Jambo la mwisho wanafunzi walikaa wakingojea kuhudumiwa, lakini sisi tuamke na kutenda kazi, badala ya kuuliza ni nani angefanya. Yesu mwenyewe akafanya. Wanafunzi walikaa saa zingine wakingojea mtumishi wa hiyo boma aoshe miguu, lakini Yesu alisimama na kutenda. Sijuwe wenu nyumbani, wa wenu wakukaa ama ni wakusimama? Unangojea mwingine ama una kati mwingine, ni rahisi ukuwe mutu wa kukaa na kungojea, lakini Yesu anatufunza tuwe watu wa kusimama na kuhudumu katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, Yesu ndio hudumu, ni lazima utoe vitu vyote. Yesu akatoa uungu wake, akatoa cheo. Hata sisi ni lazima tutoe vitu vyote, tuweke miguuni kwa Yesu Kristo naa wakati mwingine dhambi ya kiburi ya ukoo na mengine ni lazima tutoe, ili tuoshe wengine na tuhudumie. Unajua, hii kazi ambayo tunafanya leo inakufunza kumnia